Kimsingi, hali ya kitaifa sio nzuri. Watu wengi sana kwa maelfu wamekufa. Kinachohitajika sasa kwa taifa letu ni haki, ukweli na uwajibikaji. Watanzania wanataka kujua wanatokaje mali hapa. Hii hali iliyopo si nzuri. Kwa hiyo tunachotakiwa kwanza ukweli, eh, haki na uwajibikaji. Kwa nini nazungumza mambo matatu? Kwa sababu lazima tuanze kujua kwa nini tumefika hapa na tumefikaje, nani ametufikisha na kwa sababu gani. Hiyo itatusaidia kuweza kupata namna bora ya kutoka kama hapa tulipo, na asiwepo wa kujidai kutokuiona hali hii. Hali hii haihitaji kiburi, hali hii haihitaji nguvu. Wote tumeshaona kumbe nguvu hazisaidii, wote tumeshaona kumbe risasi hazisaidii, wote tumeshaona kwamba vijana wanahitaji tumaini. Na lingine ninalolisema, tusiwalaumu vijana, kwa sababu makosa yanayosababisha vijana wapoteze uvumilivu na uwezo wa kuzungumza ni sisi tu, watu wazima tuliozuia midahalo kwenye vyuo vyetu, tumezuia tukaigeuza midahalo kama uhalifu. Kwa hiyo watu hawajapata fursa ya kuzungumza kujua kwamba nikizungumza naweza nikasikilizwa. Kwa ni viktimu wa mifumo yetu, ni wajibu kuanza na ukweli, haki ili kuleta uwajibikaji. Na lingine watu vyombo vyetu vya dola hususan jeshi la polisi lihakikishe watu wote waliopotea, watu wote waliopata madhara kulingana na tukio hili wanapatikana na kukabidhiwa kwa ndugu zao. Watu wapewe maiti za wapendwa zao, wao wakawazike, na kama kuna wowote walizikwa kabla ya wakati eh, kwa sababu zozote zile wananchi waonyeshwe yaliko makaburi, ndugu wakafanye mazishi ya wapendwa wao wow. Na la mwisho tupunguze kamatakamata hii inayoendelea na kushtaki vijana. Lazima turudi katika meza ya kuhakikisha kwamba ukweli, haki na uwajibikaji ndivyo vinavyotuongoza, na hili linawezekana tukiamua kukaa kama watu wazima wenye akili timamu. Vinginevyo hatutatoka salama hapa tulipo. Asanteni sana.